Mzee Mwinyi amesema hayo katika kuadhimisha na kusherehekea mazazi ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, sherehe zilizofanyika kimkoa katika viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. Ndugu zangu Waislamu, tukae sisi wenye wenyewe kwa wenyewe vizuri, tusikilizane, tupendane, tushikamane, tuwe kitu kimoja na wale wasiokuwa Waislamu tukae nao vizuri, tusikizane nao kama tunavyoambiwa kwamba hamkatazwi kukaa nao wenzenu vizuri maadamu hawakunini, hawakupigeni vita katika dini yenu. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Alhadi Musa Salum kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata, amempa heko Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kusimamia mchakato wa kupata katiba mpya ambao unaendelea vyema mpaka sasa. Na salamu hizi ni za kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Jakaya Mrisho Kikwete kwa kusimamia vyema mchakato wa katiba ya nchi yetu mpaka hapa tulipofikia. Tunaweza kusema kwamba tumekwisha vuka Nungwi na sasa tunaitafuta bandari, maana ukivuka Nungwi kinachofuata ni kuingia bandarini. Sasa Nungwi tayari tumeivuka, tunataraji tutafika bandarini tukiwa tukiwa, tukiwa tukiwa salama. Sherehe hizo pia zilihudhuriwa na baadhi ya mabalozi waalikwa kutoka nchi za Kenya, Oman, Iran na viongozi wa kada mbalimbali nchini akiwemo Naibu Waziri wa Afya Seif Rashid, mwenyekiti wa NCCR Mageuzi James Mbatia, mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF Ibrahim Lipumba, IGP mstaafu Saidi Mwema pamoja na mwenyekiti wa makampuni ya IPP Dr Reginald Mengi ambao wameungana na Waislamu katika sherehe hizo na kusisitiza umoja wa kitaifa na amani. Ndio kweli na pasipo amani hakuna haku chochote ambacho inawezekana. Kwa hiyo, lakini inabidi kila mtu, baada ya kuzungumzia amani, mtu atekeleze mambo ambayo yanaleta amani nchini. Hakuna sababu ya kuzungumzia amani bila kuamini ni kitu muhimu in katika taifa letu na jambo ambalo unadhani wale haliwezi kudumisha amani ya Tanzania basi liache. Suala la katiba sio la kisiasa tu. Suala la katiba, la suala katiba ni la Watanzania wote. Katiba ni, ni tendo la maridhiano. Katiba ni italeta uhai wa taifa la Tanzania. Taifa ambalo halina katiba hai ni taifa ambalo litatetereka. Kwa hivyo, sote kwa pamoja tuweke maslahi ya pamoja na mapana ya kuhakikisha tunakuwa na katiba ya wa Watanzania, ambapo katiba ni tamko la umma linalotokana na, na umma kwa maslahi ya Watanzania wote na tuishi na wandugu zetu wa madhehebu mwingine katika hali ya amani, alimuradi hawatupigi vita hawatutoe katika majumba yetu wane. Ni wajibu kwa Waislamu kuishi wane, katika hali ya amani wane, na usalama wane. Kwa hiyo ujumbe wa maulidi ya leo ni mshikamano, umoja wa Waislamu, umoja wa Watanzania na kuishi katika hali ya kuwa tunapendana bila kujali madhehebu, sote tuishi kwa amani. Katika hatua nyingine, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, pamoja na kushukuru uwepo wa waalikwa kadhaa, pia amemshukuru Dr. Reginald Mengi kwa kuahid kuwafungulia akaunti ya benki kikundi cha kaswida cha Habib Rasul kilichokonga nyoyo za wengi kwa kaswida iitwayo hujachelewa mja. Nikiripoti kutoka katika mpaniyana viwanja vya Mnazi Mmoja kotea, jijini Dar es Salaam. Naitwa Hemedi Kivuyo anekotea ITV anekotea.